Hofu imetanda. Maisha ya wakazi nchini Sudani Kusini yamebadilika: njaa, kukosa makazi, majeruhi wa risasi na usalama hasa kwa wanawake na watoto bado hautafsiriki. Chama cha SPLM-IO kimetaja kesi hiyo kuwa ni msako wa kisiasa unaolenga kuvunja makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyomaliza vita vya miaka mitano vilivyouua takribani watu laki nne na kuwafanya zaidi ya watu milioni mbili na laki tano kuyahama makazi yao tangu mwishoni mwa mwaka jana. Kundi hilo linadai kuteka maeneo kadhaa na kambi za kijeshi Jonglei na majimbo jirani, huku jeshi la serikali likijibu kwa mashambulizi ya kujibu mapigo yaliyoanzishwa mwezi uliopita. Kauli tata ya naibu mkuu wa jeshi Jenerali Johnson Olunyi, aliwataka wanajeshi wasimsaze mtu yeyote, ilizua taharuki ingawa serikali ilikuja kufafanua kuwa haikuwa amri rasmi na kwamba inabaki na dhamira ya kuwalinda raia. Hata hivyo, maneno hayo yameongeza hofu kwa wananchi ambao tayari wamechoka na mizunguko ya kisiasa, uporaji wa mifugo na migogoro ya kikabila kati ya Dinka na Nuer, mizizi inayochochea moto wa kisiasa wa kitaifa. Katika kambi za wakimbizi, simulizi za majonzi ndizo zinazoandika sura halisi ya mgogoro huu Akera More aliyempoteza mumewe anasema kwa sauti ya uchovu, maziwa yanaweza kutoka kama kuna chakula, lakini sasa hakuna chochote. Kauli yake inaeleza si tu njaa, bali kuvunjika kwa uchumi wa kaya na matumaini ya kesho. Kwa upande mwingine, Nyadaa Krojiok aliyepoteza watoto watatu na mume wake anatuma ujumbe mzito kwa viongozi. Ningependa pande zote zisimamishe vita. Kama wanawake wangeruhusiwa kwenye mazungumzo ingekuwa bora zaidi, kwa sababu sisi wanawake tumeumia katika nchi hii. Kwa ukweli, nimempoteza mume wangu katika vita hivi. Kizazi hiki kina muda mchache sana na waume zao duniani. Wanawake mnawaona hapa ni wajane, baadhi yao wamepoteza hata watoto wao. E, chara, njishi, hujade, jeone. Sudani Kusini taifa changa zaidi duniani lililopata uhuru wake mwaka elfu mbili na kumi na moja bado linatafuta utambulisho wa amani katikati ya siasa za mgawanyiko na majeraha ya kikabila. Mapigano ya sasa yanaonekana kama mwendelezo wa mvutano wa zamani kati ya rais Salva Kiir na Riek Machar, mvutano ulioanza miaka miwili tu baada ya uhuru. Wakati risasi zikilia na misaada ikiporwa zaidi ya watu laki mbili na themanini wameyakimbia makazi yao. Hali hii inaacha swali, kama historia itajirudia au viongozi watachagua mazungumzo kabla ya taifa alijaporomoka tena katika giza la vita. Faraja Samo, Azam News.